Wenye kurasa za miradi yayo tumeokota habari inasema hivi: sherehe za uhuru zaahirishwa kwa ajili ya kupisha sherehe za ukombozi. E, una unachemaje, ndugu mtakazakamaji, kwamba nimekosea kuisoma hii taarifa kumradhi, kumradhi hapo apo studio, hebu niweke picha vizuri, isomeke vizuri. Kweli nilikosea kuiwasilisha, kumradhi jamani. Nitairudia tena hii habari eh, kwenye kurasha za miradi yayo tumeokota habari nasema hivi hakuna sherehe tisa Desemba. Hey, kumbe kila kitu kinawezekana hadi kugairi Krismasi itawezekana hey. Alafu nadhani waenga wamechoka sasa, waenga wamechanganyikiwa yaani wameamua kukeshi auti hey. Jawani uwezi kupinga namna hiyo, unajitaka hey, ujitaki. Halafu natamani siku moja nisikie mnasema tumepunguza posho za wabunge ili kuchangia maendeleo jamani hey, halafu kwani Kimara huko wanasemaje hey? wanasemaje huko Kimara. Halafu haiwezekani nimesha shona hadi sare ya sikukuu halafu iahirishwe kweli hey, hey. Yani mnyime mtoto sherehe, sherehe zozote, yaani mtoto mnyime kusherekea siku zote ila sio siku ya kuzaliwa hiyo hey! No, siku ni ya muhimu sana mtoto kusherekea. <laughs> Wewe unamnyima mpaka siku ya kuzaliwa unamnyima haki ya kusherekea kweli? <laughs>